Hello friends, habari za leo. Naitwa Dr. Nature. Uh, katika video hii nataka ni jaribu kutoa ufafanuzi zaidi kuhusiana na matunda hasa yale matamu. Je, yanafaa hasa kwa mgonjwa wa kisukari au mtu mwenye mahitaji ya kimetabolic kama mtu anayetaka kupunguza uzito au kitambi? Katika video iliyotangulia, uh, siku mbili zimepita, nilizungumza kuhusiana na umuhimu wa kula matunda na kukaa, kuna hisia mchanganyiko ambao niliuelewa kwa sababu uh, watu wengi sasa hivi wanaamini kwamba eh, wanaamini kwenye mambo ya low carbs, epuka kula wanga, epuka kula wanga uh, kwa sababu ya elimu eh, ambayo ina circulate uh, ambayo tunasema ina trend kwa sasa. Lakini kitu cha muhimu ambacho nataka nikizungumze ni kwamba mambo ya kitaaluma hasa mambo ya afya, mambo ya tiba hayahitaji hisia. Yani, hatufanyi maamuzi kwa hisia au hatufanyi maamuzi kulingana na Dr. So and So amesema, ila tunafanya maamuzi kulingana na evidence. Kwa hiyo hata kama watu wote dunia nzima wakisema tofauti, lakini evidence inasema vingine, tutafuata evidence kama unataka kupata faida. Lakini kama unataka kwenda na trend, unataka kwenda na na push iliyopo ya, ya kisera kwenye mambo ya kibiashara basi utaenda na trend ambayo ipo, lakini sayansi itabaki kusimama. Na hata kama una hoja tofauti, hebu zilete hoja kwa eh, kwa kuleta facts, kwa kusema evidence hii ya science inasema hivi, leta na hizo papers ambazo eh, wewe umesoma kwamba zinasema hivyo. Sasa leo nataka niongeze jiwe kwenye hoja hiyo ambayo nilijenga na mimi, niache sasa kusema ile ya kimimi, kwamba mimi nahudumia wagonjwa kwamba wanapata matukio mazuri. Huenda kuna mambo mengine, lakini kwenye tafiti tunapata evidence na nimejaribu kupool Uh, kutoka kwenye tafiti zile ambazo nimeona, uh, zina, zina zina ushahidi mkubwa zaidi. Sasa nataka nikuoneshe baadhi ili pia na wewe ujifunze kuhusiana na matunda matamu. Sasa ngoja nianze na uh, na huu hapa, wacha ni zoom screen niweze kuona vizuri. Utafiti uh, unasema hivi effects of fruits Uh, on glucose control in, the, in the diabetes mellitus. Hii ni meta analysis ya eh, ya tafiti 19. Wanaposema meta analysis, maana yake ni matokeo ya tafiti zingine kubwa ambazo ni randomized controlled trials. Wale wataalamu na wafuatiliaji zaidi mnaweza mkaa mnaelewa ninachozungumza. Kwa hiyo ni zile tafiti ambazo zina ushahidi mkubwa Kumi na tisa, matokeo yake yamechanganywa, tukapata e, matokeo ya utafiti mmoja ambayo wametafiti juu ya matokeo uh, ya matunda kwenye kucontrol kisukari. Sasa matokeo yake yalikuwa ni yapi? Ukija hapa chini kwenye sehemu ya eh, results. Kwenye utafiti huu unaonyesha kulikuwa kuna kuna washiriki 888 jumla ya kwenye tafiti zote 19 ambazo zilifanyika ambazo zilitumika ambazo na matokeo yake na, yanaonekana kwamba uh, matumizi ya matunda yalipunguza kwa kiwango ambacho kina maana eh, ki, ile kiwango cha sukari ya asubuhi fasting blood glucose concentration. Kwa hiyo watafiti mwishoni wakasema kuongeza kiasi cha matunda kilisaidia eh, kilisaidia kupunguza kiwango cha sukari ya asubuhi ile fasting blood glucose, na hivyo wanapendekeza kwamba uh, wagonjwa wa kisukari watumie matunda ya kutosha, lakini wahakikishe tu kwamba wanakuwa na kiwango cha energy yani wawe na, na nguvu zile za kutosha. Wasile matunda eh, mengi kupitikia kama vile ambavyo baadhi wanafanya. Ukimwambia uh, kula matunda na mboga mboga, na wanakula matunda tu na mboga mboga kiasi kwamba hadi anakuwa very weak, hiyo inakuwa sio sawa lakini matunda kama matunda usiogope. Na kitu ambacho kwenye utafiti ambacho uh, sijakiona ni kwamba hawakuspecify uh, ni aina gani ya matunda ambayo walikula. Inawezekana mwingine waka raise concern, ukasema wenda labda walikula matunda ambayo uh, sio matamu, labda yale matango, manini maparachichi. Tafiti nyingi katika hizo zinaonyesha kwamba uh, watafiti waliwachukua watu wakawapatia maelekezo ya ama kuongeza au kupunguza kiwango cha matunda kwenye chakula cha wagonjwa wa kisukari. Kwa hiyo watu waliendelea kuwa na dayati zao nyumbani. Dayati zao hazikuwa restricted kwamba nini wanakula nini hawali. Walikuwa wanaendelea kama kawaida. Waliambiwa tu ema waongeze kiwango cha matunda au wapunguze. Unaweza ukasema labda huenda walikula matunda yale ambayo sio matamu kwa sababu uh, wagonjwa wengi wa kisukari wanaogopa matunda matamu. Kalo uja, uja draw conclusion, nataka nikuoneshe kitu kingine. Utafiti mwingine ni, ni huu hapa. Uh, huu ni unaitwa effects of, of fruit restriction on glycemic control in patients with uh, di uh, type 2 diabetes ambayo hii pia ni randomized trial ya mwaka 2023. Hii systemic ilikuwa hii, likuwa, hii um, meta analysis ilikuwa ya mwaka 2023 pia, na hii pia ni 2023, ambayo hii inaweza ikawa inafanana kidogo majibu, maelezo na ile iliyopita. Kwa hiyo mwisho na conclude kwamba uh, matumizi ya matunda yasizuiliwe kwa mgonjwa mwenye kisukari aina ya pili. Na hiyo kuonesha utafiti mwingine. Aa, sasa huu ni wa mwaka 2023 pia. Ila huu ni systemic review. Maana yake wamechunguza tafiti zote ambazo zimewahi kufanyika kwenye kuhusiana na e, matokeo ya maembe. Sasa maembe ni moja wapo ya matunda ambao ni matam, ambayo ni matamu ambayo ninajua e, mgonjwa wa kisukari typical akisikia swala la kula maembe Uh, mtagombana sana na baadhi pia ya madaktari, of course, sehemu kubwa wanaamini hivyo kwamba mgonjwa wa kisukari asile matunda matamu, na mojawapo ni maembe. Sasa nataka nikuoneshe hapa, uh, utafiti ulivyokuwa unaonesha, huu wa mwaka 2023, sio mbali, mwaka juzi, ulionesha kwamba, kabla sijakupa conclusion, maelezo, ngoja nikusomee hapa kwenye kwenye sehemu ya results. Hii ni abstract tu hapa, kwenye results anasema hivi Uh, yani highlight hapa anasema the result support the glucose lowering properties of mango in both animals and human. Sababu utafiti ulifanyika kwa binadamu na wanyama, na ikaonyesha kwamba maembe kama maembe yanasaidia kupunguza sukari, proposed anti, um, anti diabetic mechanism of action including inhibition of alpha amylase. Sasa hapa najibu kuelezea ni kwa namna gani maembe yanapunguza sukari, licha yenyewe pia kuwa na glucose na fructose ndani yake kwamba eh, moja wapo ni kwamba yanazuia hii alpha amylase; ni moja wapo ya kimeng'enya kinacho meng'enya wanga. Kwa hiyo maembe yana wanga, lakini yana, yana viambata vingine ambao vinasaidia pia kuzuia ku, kuzuia vimeng'enya ambao vinameng'enya wanga. Ndio maana tunasema huwezi kufananisha embe na <laughs> huwezi kufananisha embe na kipande cha mkate au embe na kipande cha keki mm? hauwezi kuvifananisha kwa sababu ndani ya embe, ndani ya papai, ndani ya chungwa kuna virutubisho vingi vingine. e, kuna phytonutrients kuna fibers, kuna kuna maji, kuna nyuzi lishe, yani kuna vitu kibao ambavyo vyote kwa pamoja vinafanya kazi katika namna ambayo ni ya asili kuweza kutuprotect na kutupatia faida zaidi kuliko uharibifu, na hiyo inakuwa evidence. Sasa tunaweza kuona hapa, na kingine anasema um, ina inhibit pia alpha glucosidase inakuwa na antioxidants, kama viondoa sumu virutubisho mbalimbali. Kwa hiyo conclusion wanasema sasa the animal and randomized controlled trial findings suggest that mango may be beneficial as anti-diabetic agent. Kwa hiyo maana yake maembe yanaweza pia kutumika kama mojawapo ya kifaa cha kupunguza sukari. Jamani hii ni systematic review, sio observational study, sio tafiti zile za kuuliza watu maswali. Hii ni tafiti ambazo ni Interventional, ambazo zina evidence kubwa sana kwenye mambo ya kitafiti. Sasa utafiti mwingine huu hapa, uh, anazungumzia kuhusiana na maembe hayo. Uh, anasema mango consumption is associated with increased uh, insulin sensitivity in participants with overweight, obesity and chronic low grade inflammation kwamba matumizi ya maembe yamehusianishwa na kuongezeka kwa sensitivity ya insulin, kwamba uwezo wa, wa cells ku, kusikia kusikia, yani kusikia insulin ile ambayo inasaidia sukari iweze kuingia kwenye damu, alafu uh, imehusianishwa pia na uh, kwa hiyo manake inaweza kawasaidia watu wenye uzito mkubwa, watu wenye kitambi uh, na watu wenye low grade inflammation, wenye mioto midogo midogo kwenye mili uh, ambayo inasababisha magonjwa mbalimbali ikiwemo saratani. Sasa sitasoma eh, yote, unaweza ukaiangalia hapo, ukaangalia hizo code zake, alafu kaenda kusoma mwenyewe lakini nataka niende kwenye conclusion. Waligundua kitu gani? Anasema in summary, the, uh, the present study provides evidence that mango fruit intake plays a role in insulin sensitivity as demonstrated by lowering fasting insulin concentrations and HOMA-IR. Hichi ni kipimo cha insulin kilichogundulika. Sasa kwenye utafiti ni kwamba matumizi ya maembe yanasaidia kwenye kuboresha eh, sensitivity ya insulin ambayo ni chanzo kikubwa eh, cha kuwa, ukiwa na kisukari tayari wewe una usugu wa insulin. Kwa hiyo kupunguza sensitivity ya insulin amini, kuongeza sensitivity ya cell kwenye insulin, maanake ni hatua kubwa sana ya kutibu sukari yenyewe. Sasa hayo hayo maembe ambayo unayaogopa wewe. Aa, ah, kwa hiyo maana yake inaweza eh, kukusaidia either, unapata na, na kisukari unataka kupunguza uzito ukala matunda pia matamu kama maembe. Kwa hiyo um, sasa ni wewe tu uendelee ku, kuamini unachokiamini bila kuwa na evidence, au ufuate evidence uweze kupata nafuu. Shirika la Afya la Dunia WHO, pamoja na eh, Global Burden of Disease pamoja na tafiti nyingine za muda mrefu zinaonyesha kwamba mojawapo ya katika vitu ambavyo vinahusiana na chakula vinavyoongoza kusababisha magonjwa hasa ya magonjwa makubwa makubwa ni ku, namba moja ni kutokula matunda ya kutosha, namba moja kabisa, niko mbele, kutokula matunda ya kutosha. Alafu kunafuatiwa na kula chumvi nyingi, namba mbili. Kwa tuna namba moja wala sio kula sukari wala sio kula nini, ni kutokula matunda ya kutosha. Na hiyo inapelekea kwamba usipokula matunda ya kutosha, usipokula mboga mboga za kutosha, automatically utajikuta unaanza kula junks automatically au utajikuta unaanza kula nyama kwa wingi na kula fat kwa wingi. Yaani hiyo ni automatic kwa sababu usipokula hiki ile nafasi ya kula hiki maana yake utalazimika uta replace kitu kingine ambacho most likely inaweza ikawa sio kizuri. Kwa kula matunda ya kutosha. Na kama nilivyosema mwanzo usilete hisia. Aa, kwa sababu evidence ndiyo ambazo tunazifuata na wala sio hisia za mtu au mwelekeo wa mtu kibiashara, kwa sababu ukitaka kufanya biashara nzuri kwenye lishe a uh, fundisha zaidi kuhusiana na low carb kwa sababu tafiti zinaonesha kwamba, uh, low carb diet mambo ya ketogenic na nini yanakuweka kwenye hatari ya kupata upungufu wa virutubisho 17. Ndio maana utakuta watu wengi hawa ambao wana promote uh, low carb ni watu ambao pia wana push sana matumizi ya supplements, kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba ukifanya low carb ukafanya ketogenic diet lazima utakuwa na upungufu wa virutubisho vya kutosha tu a uh, 17 ndio maana utakuta hao ndio ambao wanafundisha mambo ya kutumia magnesium, ambao kwenye mimea kila sehemu kubwa ya vyakula vimetokana na mimea, huna haja ya kuwa na wasiwasi kuhusiana na magnesium. Uh, watapush zaidi mambo ya vitamin D3 mambo ya K2 yaani virutubisho kibao pale, kuna list na jinsi ya kuzibalance, wao ndio watakuwa walimu wazuri, kwa sababu wanajua e, huko lazima uta, utafika, lakini kwenye mimea Uh, kikubwa ambacho utakimisi kama upungufu wa virutubisho ni vitamini B12 ambayo sio rahisi kuipata kwa kutumia mimea peke yake ya ambayo kama especially kama sio fortified. Kwa hiyo kwa ufupi, ni kwamba sukari eh, ya matunda inafaa sana lakini, caution, usitengeneze juice. Juice ni kitu kingine tofauti kabisa, sio tunda lile. Ile ni juice. Ni matunda ambayo yako processed Usinywe juice, usitengeneze juice, especially kama una mahitaji ya kimetaboliki kama kisukari au punguza uzito. Usitengeneze juice, kula matunda kama matunda. hayapandishe sukari, yanaongeza insulin sensitivity, na ndivyo hasa tunavyoona pia kwa wateja wetu. Pia na hata wewe kama unaogopa, upo skeptical, una wasiwasi nini kitatokea, una kisukari kinakusumbua sana, uh, unaweza ukaja nikakufanyia coaching angalau hata kwa mwezi mmoja ukaona ile ambavyo inaenda ukafanya ukiwa na confidence, lakini otherwise usiogope. Mimi naitwa Dr Nature. Kama hujanifollow hujasubscribe, tafadhali fanya hivyo ili usikose video nyingine nzuri nzuri kama hizi. Hadi wakati mwingine, take care.